Asante. Naitwa Selina Mtenya, ni afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Mbeya. Mwezi wa tatu kama tunavyofahamu, huwa ni mwezi wa wanawake, kama tunavyofahamu, tarehe nane Machi huwa ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kote, na kwa mkoa wetu wa Mbeya, maadhimisho haya mwaka huu kwa sababu yanafanyika kitaifa tarehe nane jijini Arusha, sisi kwa mkoa wa Mbeya tumeamua kufanya maadhimisho haya tarehe saba mwezi wa tatu 2025. na ili kutoa fursa kwa viongozi wengine na wanawake wengine kwenda kushiriki maonyesho ya kitaifa mkoani Arusha kesho. Mpaka kufika siku hii, kuna mambo mengi sana tumeyafanya sisi kama mkoa wa Mbeya wanawake, lakini na wadau mbalimbali. Kuna shughuli nyingi sana zimefanywa. Mfano shughuli ya kwanza tulikuwa wanawake wameshiriki kufanya usafi katika maeneo ya umma. Wanawake wameshiriki kutoa mahitaji maalum, mahitaji ya msingi kwa watu wenye mahitaji Watoto yatima, watu wenye ulemavu, wagonjwa, wafungwa. Lakini pia wanawake hawa pia wamehusika pia kushiriki kongamano kubwa ambalo limefanyika tarehe tano mwezi wa 3, 2025 jijini Mbeya katika ukumbi wa City Park Garden ambapo tulikuwa na kongamano kubwa la kikanda na wanawake wengi pamoja na wanaume walishiriki kongamano hilo na mada mbalimbali zilitolewa lakini pia katika halmashauri zetu huko makongamano na midahalo mbalimbali imeendelea ili kuitangaza na kuipa jamii uelewa juu ya kaulimbiu hii ambayo kaulimbiu ya mwaka huu inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki usawa na uwezeshaji kaulimbiu hii inalenga kuleta usawa wa kijinsia katika makundi yote kama tunavyofahamu wanawake ni kundi ambalo kimsingi ukiangalia katika jamii bado limeachwa nyuma na ndio maana tunasema kwa miaka hii thelathini ya Beijing tunaona pia kuna hatua zimepigwa, lakini bado hatujawasawa, hatuja sawa kama wenzetu wanaume. Tunaposema usawa, hatumaanishi kwamba sisi wanawake sasa tutachukua nafasi ya wanaume. Hapana, kwa kwa sababu unapoongea usawa, mnataka ah, muwe kama wanaume. Hapana, sisi usawa tunaoutaka kama mtoto wa kike mtoto wa kiume yuko shule darasa la kwanza, basi na mtoto wa kike huyo huyo apate fursa kusoma darasa hilo lakini pia tunaona kuna nyadhifa mbalimbali mbali. Mfano, kuna uongozi mbalimbali mbali, watu wanagombea wana, wana, wana, lakini tuone pia kama nafasi ziko kumi, basi tuone pia watu kumi, basi watano tuone angalau ni wanaume na wale watano ni wanawake. Hizo, huo ndio usawa tunaoutaka yani kundi lolote lile lisiachwe nyuma. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kuadhimisha maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani. Leo kimkoa yanaadhimishwa hapa wilayani Kyela katika uwanja huu wa Kipija Arena. ukatili wa kijinsia ni bado ni janga ni changamoto kubwa ambayo inatukabili na si kwa mkoa wa Mbeya tu, lakini ni Tanzania nzima, tuseme nchi nzima, na ndio maana pia tuko hapa kwa ajili ya kupaza sauti kwa jamii kwamba ukatili wa kijinsia upo. Sisi tunachoomba mwananchi, shiriki kupinga ukatili wa kijinsia lakini pia kutoa taarifa pale unapoona kuna ukatili unafanyika, ama ni mtoto ama ni mwanamke ama ni mwanaume, sababu ukatili wa kijinsia unaokuta makundi yote, wanaume, wanawake, vijana, watoto. Lakini ukiangalia takwimu hususani wanaopata sana ukatili, wahanga wakubwa ni wanawake na watoto, kwahiyo ndiyo maana tuko hapa kupaza sauti. Lakini pia nitoe rai kwa wanawake wote wa mkoa wa Mbeya, pamoja na shughuli kubwa za uchumi tunazozifanya usisahau jukumu letu la msingi la malezi na makuzi ya watoto wetu. Kwa jina naitwa Dr Elizabeth Nema, ni mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya, lakini leo niko hapa kama kaimu katibu tawala mkoa wa Mbeya katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Kama unavyoona mkoa wa Mbeya tuna, tunaendelea na maadhimisho wiki nzima hii na siku ya leo tunaadhimisha hapa halmashauri ya Kyela, na kama unavyoona kina mama ni wengi, e, wanawake ni wengi, wasichana ni wengi katika kuakisha kwamba kwa pamoja tunaadhimisha siku hii. Tuendelee kuishukuru serikali kwa moyo wa dhati kabisa. Kwanza kabisa tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais, ameendelea kutoa mikopo ya asilimia kumi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu na hii imeendelea kusaidia sana upande wa wanawake katika kujiendeleza. Ya kama unavyoona tuna mabanda mbalimbali mbali hapa ya kina mama katika kuonyesha ujasiriamali na shughuli nyingi ambazo wanazozifanya katika kuhakikisha kwamba maisha yao yanaendelea. Ya lakini tuendelee kushukuru sana serikali serikali. Imeboresha miundombinu mingi upande wa huduma za afya katika kuhakikisha kwamba mama na mtoto wanakuwa salama, na unaweza kuona pale katika mkoa wetu wa Mbeya tuna jengo lile la meta linatoa huduma nzuri sana ya mama mama na na mtoto, na unaweza kuona mama mjamzito akipata ujauzito anafika katika vituo vya kutolea huduma mapema. Uh, lakini pia anaweza pata huduma ya kujifungua akiwa salama na pia a, mtoto wake anakuwa katika mazingira mazuri. Kwa tunaendelea kushukuru serikali katika kuboresha maeneo mengi upande wa kumhudumia mwanamke. Lakini ukirudi maeneo ya shule watoto wengi walikuwa wa, watoto wa kike walikuwa na, wanakosa nafasi ya kwenda shule. Lakini unaweza kaona kwa sasa kwa elimu bure, unaweza kaona kuanzia shule ya msingi paka sekondari at least madarasa mengi yanakuwa pia na watoto wa kike. Kwa hiyo serikali imeendelea kumjali mtoto wa kike na sisi tunaendelea kutamani kuona kwamba sisi kama Watanzania sisi kama wananchi tunaendelea kutambua nafasi ya mwanamke katika jamii, na hii ni katika kuhakikisha kwamba tunamwendeleza mwanamke na kuhakikisha kwamba mwanamke anaweza akasimama na miguu yake na kuhakikisha kwamba uh, zile, zile haki na maeneo yote ambayo ni ya mwanamke anaweza kutekelezeka mwanamke ana mambo mengi anafanya, mwanamke analea familia, mwanamke anatunza familia, mwanamke anaangalia wagonjwa, mwanamke anawaangalia wanaume, lakini tuna ule umri wa, wa uzeeni, wanawake wengi pia wameendelea kutunza uh, watu ambao tayari wako kwenye umri mkubwa. Kwa unaweza kuona mwanamke anafanya kazi nyingi sana, lakini ukija kwenye kilimo, kwenye biashara na kwenye mambo mengine, unakuta mwanamke anafanya kazi nyingi sana kwa sisi tuendelee kuhamasisha wanawake na tuendelee kumwomba Mheshimiwa Rais na watu wote katika mwaka huu wa uchaguzi ambao tunaendelea nao tuombe mwanamke endelee kupata nafasi katika uongozi, na tuendelee kushukuru serikali, imeendelea kutoa nafasi mbalimbali e, za wanawake katika uongozi. Kama unavyoona tunaongozwa na mheshimiwa rais ambaye ni mwanamke jemedali kabisa, lakini katika maeneo mengi tumekuwa tunaona uongozi mkubwa umekuwa ni wanawake. Kwa hiyo tunaendelea kuishukuru serikali kwa kumwangalia mwanamke na kumpa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba na yeye anatambulika katika jamii. Kwa hiyo sisi kama wanawake tunafurahi sana kuwa na siku yetu, lakini pia tunasherehekea kwa kiasi kikubwa kuona kwamba na sisi ndani ya jamii tuna tambulika kuhakikisha kwamba eh, tunaendelea na mapambano yetu kama wanawake na kuhakikisha kwa kabisa hakuna mwanamke yote ambaye tunamwacha nyuma. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza wanawake wote ndani ya nchi nzima na kuendelea kuwapa uh, nguvu lakini na kuambia kwamba wao wanaweza. Na niendelee tu kusema wanawake, na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Okay, naitwa CPA Emilia Simon Mkatwila ni mwanamke lakini pia ni mama kwenye mitandao ya kijamii pia ni mwelimishaji katika masuala ya wanawake kujitambua na kujua majukumu yao katika jamii yao. Katika hii siku ya leo tunayoiadhimisha, uh, ninapenda kumkumbusha mwanamke ajue umuhimu wake katika jamii, umuhimu wake katika kuchangia uchumi wa taifa letu, na pia wanawake wengi kujua kwamba wanapaswa kuvumilia mambo tofauti tofauti ambayo wanapitia hata kwenye ndoa zao, lakini sio ukatili. Kwa hiyo mwanamke yeyote yule anapaswa kupambania fursa ambazo zipo kwa sasa hivi, usawa upo kila mwanamke anapewa fursa sawa sawa na mwanaume. Kwa hiyo wote tunawezeshwa na tunaweza kushiriki zile shughuli ambazo hata wanaume wanafanya. Kwa zamani fursa zilikuwa zinatolewa sana kwa wanaume, lakini sasa hivi serikali imebadilika, mambo yamebadilika, na ndio maana tunaona hata uongozi mkubwa unashikiliwa na mwanamke. Kwa hiyo fursa zipo, wanawake tumewezeshwa, ni sisi sasa kuzikamata zile fursa na kuzifanyia kazi. Siku hii ina muhimu kwamba kwanza, tunatambua nafasi ya mwanamke imetufanya tutambue nafasi zetu, lakini pia tunatambua kazi mbalimbali mbali ambazo wanawake wanafanya. Tumeona wanawake wanafanya ujasiria mali, hata hapa tumeona kwenye maonyesho, tumeona wanawake wakifanya vitu vikubwa sana kwenye nchi na kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Kwa hiyo ni siku ambayo inamtambua mwanamke kwamba ana umuhimu kwenye jamii na inazidi kumpa nguvu na motisha. Unajua, unapofanya jambo zuri na ukapongezwa, inakupa hatua nyingine. Kwa hiyo hii siku inazidi kuwafanya wanawake wazidi kuamka na wale pata awareness kwamba waamke, wanaona wenzao wanajishughulisha na vitu mbalimbali, na wao pia wanachangamkia hizo fursa. Kwenye upande wa superwoman watu wengi wanaamini kwamba mwanamke akiwa na pesa hatamhitaji mwanaume. Tunawahitaji wanaume sana kwenye maisha yetu, kwa sababu wao wanatusupport, kila mmoja na nafasi yake kwenye jamii. Kwa hiyo ninazidi kuwasisitiza wanaume wasiogope kuwaruhusu wanawake zao kwenda kupambana, kupambania uchumi, kwa sababu wakifanya hivyo watazidi kuleta uchumi kwenye familia. Wasihisi kwamba kila mwanamke akisapotiwa kiuchumi ataleta dharau kwenye familia. So, wanawake wote wako hivyo. Kwa wanaume wasiwakatili wanawake kiuchumi, kwa kuwaruhusu kwenda kufanya shughuli za kiuchumi ili na wao wachangie maendeleo kwenye jamii.